Au nia yake iwe moja tu ya kulenga kumtumikia Mungu tu. Violet, na mimi ni mwana Kristokrasia. Kwa siku hii ya leo tuko na kitabu kinasema A Guide for Stewards in Christocracy Single Minded Servant. Sasa leo tumeweza kupata mgeni ambaye ni apostle aliandika hichi kitabu, apostle wa Kristokrasia Afrika. Karibu sana Father. Asante sana nashukuru, asante. Asante sana na shukuru sana kwa majina, ni Apostle John Kapeta wa Kristokrasi Afrika. Kwa hiyo ninayo furaha ya kuja kwa ajili ya kueleza kuhusu kitabu hiki, nashukuru sana Asante. Sasa leo umetuletea kitabu ambacho kinasema Single Minded Servant. Tungependa kujua, ulikuwa wakati unaandika au unatayarisha hichi kitabu ulikuwa unataka kutupa ujumbe gani? Asante sana dada, nafurahi sana kwa swali hiyo. Single Minded Servant, kwa Kiswahili maana yake mtu mwenye nia mbili, na huyu sio mtu wa kawaida, ni mtumishi wa Mungu lakini anayemtumikia Mungu akiwa na nia mbili. Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Mathayo sita e, mstari ule wa 24, na Biblia inasema ni Yesu Kristo anaongea na wanafunzi wake, anawaambia kwamba mtu hawezi kutumikia mabwana wawili. Kwa hiyo o, hawezi kutumikia Mungu ukatumikia na pesa. Kwa hiyo Yesu Kristo mwenyewe anaonyesha e, kwamba mtu anayemtaka kumtumikia Mungu anatakiwa awe na single minded. Unaona, mawazo yake au nia yake iwe moja tu ya kulenga kumtumikia Mungu tu. Nafikiri ndio nilichokuwa nataka nieleze, lakini sio tu pale mwisho e, amtumikie Mungu tu, kwa sababu kuna pesa na kuna Mungu. Na ukiangalia sasa hivi watumishi wa Mungu wengi hawamtumikie Mungu bila pesa na wengi wanapenda sana kwanza umpe pesa ndio akubali umhubiri, umpe pesa ndio akubali kukusikiliza, umpe pesa ndio akubali kuja kwenye kongamano hao, aje kwenye semina. Kwa hiyo mwingine naye kwenda kuhubiri mpaka wamwaidi pesa, alafu sio pesa tu ya kawaida, pesa ya kutosha mahitaji yake. Kwa hiyo ikaonekana kwamba hii historia ya watu kuhitaji pesa kwa kutumikia Mungu ilikuwepo hata kile kipindi cha Yesu. Ndio maana hata Yesu alikuwa ameongea, akaleta mfano, akaleta fumbo lile ambalo kitabu hichi kinakwenda kufumbua, sawa. mm-hmm. Sasa tumekuwa tukisikia watu wengi wakisema kwamba pesa ni shetani, lakini ni pesa hiyo hiyo ambayo inatusaidia sisi katika mahitaji yetu mbalimbali. Sasa wewe kama apostle wa Christocracy, wewe unasemaje kuhusu hili? Asante sana dada, mimi ni ni swali nzuri sana kwa sababu hata watu wengi watumishi wa Mungu wengi, semina nyingi, makongamano mengi, kuna watu wanawafundisha wengine kwamba msiwe na nia ya kuweza kutajirika. Tunapoongea kuhusu utajiri, tunaona moja kwa moja pesa, kwa sababu huwezi kutajirika bila kuwa na pesa. Pesa inakuwa ni moja ya kitu ambacho kinaonyesha utajiri wa mtu, sababu ukiwa na pesa unaweza ukamiliki manyumba, magari, vitu vingi tu hata ndege unaweza ukanunua. Kwa hiyo sasa, na pesa, ukweli ni kwamba pesa sio shetani, pesa sio shetani, kwa sababu hata Yesu Kristo alipokuwa anaongea, Yesu anataka tu kuongea kuonyesha ya kwamba pesa sio bwana kama yeye. mm -hmm. Ndio kitu ambacho kiko kwenye kitabu hiki yeah. kwamba huwezi kutumikia Mungu katumikia na pesa. Maana yake Mungu anatakiwa kuchukua na nafasi ya kwanza lakini pesa kama zana au kama unajua, pesa tunapoongea pesa mara nyingi tunaangalia makaratasi, yeah. lakini pesa o, in such sio makaratasi. Pesa ni, ni ni inatokana na na rasilimali, vitu ambavyo Mungu ameviumba kama vile eh, ardhi, mimea, madini. Kuna vitu vingi sana ambavyo na ameviumba akiwemo na mwanadamu pia na nguvu aliyompa mwanadamu. Kwa hiyo sasa, matokeo ya kazi, ubunifu wa mwanadamu ambao Mungu ameweka ndani ya mwanadamu ndio naofanya mtu kupata hela. Kwa hiyo mtu anapopata pesa anakuwa tajiri, bado hajawa wa shetani, wala pesa sio shetani, kwa sababu sio karatasi. Ninachoongelea mimi, naongelea pesa inatokana na rasilimali, vitu ambavyo Mungu aliviumba. Unajua Mungu alipoumba mbingu, alipoumba ardhi hii, akuiumba ardhi ikiwa sasa aliumba ardhi iliyokuwa imejaa na rasilimali vitu, ili mwanadamu atakapokuja kuumbwa na kuwekwa pale hawe msimamizi na apate kusimamia vitu apate kuvidhibiti. Kwa hiyo unapokuwa msimamizi mzuri wa vitu kama hivyo mm -hmm. lazima utajirike. Kwa hiyo ni mpango wa Mungu mtu kuwa tajiri. Kwa hiyo pesa haijawahi kuwa shetani mm -hmm. hata mara moja, sema pesa inakuwa Ina ina, ina ina ina, ina, pesa haiwezi kuwa shetani, wala siwezi kusema pesa inakuwa shetani, sema mtu anayemiliki anayemiliki pesa ndio anaweza akawa na ushetani katika matumizi yake. Nitakupa mfano mmoja huko hata kwenye kitabu hicho, kwamba sawa sawa na nyundo. Unajua nyundo unaweza kaitumia kwa kujengea nyumba, ni kifaa kizuri sana, unakitumia kwa kujengea nyumba, lakini nyundo hiyo hiyo unaweza tena kaichukua ukabomwana hao ukamfanyia mtu vibaya ukagonga mtu ukamuua. Kwa hiyo kichwa kibaya pale sio nyundo, ni yule mtu aliyemiliki hiyo nyundo. Kwa hiyo ni sawasawa na fedha, kama fedha iko mikononi mwa mtu wa Mungu, hiyo fedha itafanya kazi nzuri, kwa sababu inahitajika kwenye utumishi, inahitajika pia kwenye huduma na kwenye kuendeleza kazi ya huduma. Hata we mwenyewe mmiliki wa hiyo pesa inakupa furaha kwa sababu ina, inajibu kwenye mahitaji yako, na ni kusudi la Mungu mwanadamu awe na hivyo vitu. Kwa hiyo pesa hajawahi kuwa shetani. Ukiona mtu anasema pesa ni shetani, ni kwa sababu labda anaona karatasi, lakini akiingia katika undani atakuta kwamba rasilimali kama pesa ni shetani. Maanake rasilimali vitu alivyoviumba Mungu na hivyo ni vishetani. Kwa hiyo mm-hmm. Almasi ni shetani, kopa ni shetani e, pamoja na vitu vingine vyote ambavyo mtu anaweza kavifanya shetani. Kumbe pesa yetokane tu nayo, hata nguvu kazi yako ni ushetani kwa sababu pesa pia ni matokeo ya nguvu kazi ya mwanadamu okay. Inakumbuka rais wetu wa wa awamu ya tatu ya Tanzania alisema mtaji ni, ni hayati, eh, Benjamin Mkapa alisema alisema ya kwamba mtaji wa maskini ni nguvu yake mwenyewe. Kwa hiyo maskini akitumia nguvu yake vizuri, nguvu yake inaweza kumkomboa kwenye umaskini. Kwa hiyo sijaona sijaona ushetani wa pesa, sema tu anayemiliki pesa anaweza kawa na ushetani okay. hmm. Sawa. Sasa tumekuwa tukiona kwamba watumishi wa Mungu kama wachungaji uh, wengi wanasema wanatajirika kupitia kanisani, lakini swali langu ni hili, je, mtumishi wa Mungu yeyote yule awe ni mchungaji awe ni mwinjilisti yeyote tu hastahili kufanya shughuli nyingine yoyote nje ya kanisa ili iweze kumwongezea kipato? Au ni kazi gani ambazo yeye anatakiwa kuzifanya, yeye kama mchungaji au kama figa ile tunayoona ya kiroho hivi, kwamba ni kiongozi wetu wa kiroho? Kuna kazi ambazo hatakiwi kufanya? Haya, nikikuelewa vizuri, nitajibu kulingana na jinsi nilivyokuelewa. E, jibu liko wazi kana kwamba kila mtu ambaye Mungu amemuumba ni msimamizi wa rasilimali ambazo Mungu ameziumba na kuziweka hapa duniani. Unaposoma katika Biblia kwenye kitabu cha Mwanzo e, sura ile ya kwanza na mstari wa ishirini na nane hapo unakuta kwamba Mungu ndio anadelegate au ana anamuru kumpatia mwanadamu usimamizi ule. Usimamizi wa nini? Wa rasilimali vitu vyote alivyoviumba, anasema Nenda zaeni, ongezekeni, mmiliki mpaka mtiishe, utawale juu ya ma, utawale juu ya ya ya ndege wa, wa, wa, kwanza ameanza na samaki wa baharini, ndege wa angani, wanyama wa porini na kila kiumbe kinachotambaa katika katika ulimwengu. Kwa hiyo unakuta kwamba ni delegation ya Mungu Wanadamu kuwa msimamizi wa vitu. Kwa hiyo anaposimama na unapo unaposoma mwanzo Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa 26, anasema acha tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa picha yetu, ili apate kutawala. Kwa hiyo hakuna utawala mm -hmm. wowote unaweza kaonekana ndani ya maisha ya mtu kama hana na udhibiti wa rasilimali vitu. Kwa hiyo ukisha kuwa na udhibiti wa rasilimali hizo, unakuwa tajiri au unakuwa msimamizi halisi kulingana na kusudi la Mungu. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye aliumbwa yeye kusimamia vitu rasilimali vitu na mwingine aliumbwa yeye asisimamie. Kwa hiyo hata kama ni mchungaji, hata kama ni mwinjilisti kufanya kazi anaruhusiwa kufanya. Hata Mtume Paulo alisema asiyefanya kazi asifanye nini? Asili. Kwa hiyo sio, hakuna mtu ambaye amekatazwa kufanya kazi. Kwa hiyo kama kuna mtu ameacha kufanya kazi kwa sababu ya huduma, naweza nikasema kwamba wito wa Kristo ni wito wa umaskini, lakini hata alichokisema Kristo pale, hajashambulia pesa. Alichokuwa anataka tu ni kuonyesha watu kwamba wanaotafuta pesa wawe na mioyo safi, na moyo safi unaopata kwa kumwamini Mungu na kwa kumtegemea Mungu, si kwa kutegemea hata pesa yenyewe. Kwa hiyo kila mtumishi wa Mungu lazima awe na kazi ya kufanya, kwa sababu kuna watu wana makanisa machache sana Kanisa lako unaweza kuwa liko chache lina watu 50. Wengine hata 50 hawafikii. Hata wako 50 lakini wanaotoa fungu la kumi, wanaotoa sadaka ni wachache sana. Watoto wako watasomaje kwenye masomo mazuri? Mwenyewe utakuwaje na ma, uta, uta, utakizije mahitaji yako yote? Inakuwa vigumu sana. Tuchukulie mfano wenye makanisa makubwa. Una kanisa kubwa unaweza kupata pesa nyingi. Wengine wanalipwa tu. Hujawahi kujiuliza kwamba siku moja ikitokea kifo cha ghafla, wewe unaondoka ajali wewe na mke wako unaondoka. Je, yale malipo wataalipa familia yako? Watawapa watoto wako? Hawezi kuwapa hata. Akibaki mke wako, hawezi kumiliki kanisa kwa sababu kanisa sio miliki ya familia. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna changamoto na sababu zipo za kuweza kujihusisha na shughuli zingine za kifamilia ambazo zitakuendeleza, na isitoshe tu hata zile pia zitakusaidia wewe kuwekeza kwenye ufalme wa Mungu ambao ni kwenye kazi unayoifanya, bwana sijui kama unaelewa vizuri yeah. Sasa swali langu lingine um, yeah. Mtu anaweza kawa na nia ya kuwatumikia mabwana wawili? ya yeah. Ndio maana nimesema single kitabu nimeandika kitabu nikisema single minded, minded servant maana yake kama kuna single maanake kuna divided minded mm -hmm. servant wapo, kwa wamechukua nia, wanaanza vizuri, lakini nia yao sio ya kumtumikia Mungu kuna watu wameza makanisa kama kitekea uchumi hapo. Kwa hiyo anafanya juu chini apate pesa. Kwa hiyo kanisa sio lengo la kuweza kuwapeleka watu mbinguni mm -hmm. lakini na mimi nitajirike, anaomba mchana, anaomba asubuhi, anaomba jioni, anaandaa aina za visadaka sadaka vingi. Kwa hiyo watu anawakamua tu, hata kuwafundisha watu gisi ya kuweza kupata hela hawezi. Wafanye kazi amna, anawaweka hata kanisani, wanakata miezi mitatu wanafanya maombi lakini mwisho wa maombi anataka watoe pesa. Kwa hiyo sasa, hiyo sio sio mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu, Mungu anataka tutafute pesa sisi kwa kufanya kazi, alafu na sisi tuwe wawekezaji kwenye ufalme wa Mungu. Hatukatae kanisa, watu wanaweza katoa pesa, lakini isiwe lengo na shabaha ya kuanza huduma kwa maana mimi ninataka pesa. Sababu wapo watu wenye double minded, wapo wani wa, wenye da, da, wa, wenye double minded au nani divided loyalty. Unamfikiria anamtumikia Mungu, anatumikia tumbo lake. Unamwita hebu ndio ufanye seminar, haji kwa sababu ana mzigo au ana ujumbe, anakuja kwa sababu ameona watu ambao wanaweza kumpa hela. Unajua nimeona mtu anakuja kanisani, anakuja kufundisha, alafu anaangalia nje magari, anaangalia watu anaanza anatengeneza unabii vitu vingi vingi vingi tu, anatengeneza lengo lake sio la ujumbe. Na mara nyingi watu wanataka ujumbe mali, wana ufunuo wanaleta taarifa tu, lakini anachotaka yeye ni mwisho wa hapo apewe bash, lakini anachopewa pia anasema akitoshi. Sasa hawa watu wanatakiwa kuelewa ufunuo wa Kristokrasi, mtazamo wake wa pesa, kwamba pesa ni zana tu ambazo kila mtu anataka awe nazo amtumikie nazo Mungu sio kutegemea watu wengine wamtumikie Mungu na pesa, alafu wewe njo upo kwa ajili ya kula pesa za watu. Mm -hmm. Sijui kama unanyeelewa vizuri. Mm -hmm. Ndio lengo njo, njo kitu ambacho a nataka nijibu kwamba wapo watu wenye wenye mawazo ya kutumikia mawili. Mm -hmm. Lakini hawaonyeshe. Mm -hmm. Lakini wataonekana kwa sababu wale watu wa, wanapoanza kutumika wao wanalenga pesa. Na asipopata pesa mtagombana naye. Asipopewa pesa ya kutosha mtagombana naye. Kuna watu wengi nimekutana nao. Anakwambia amenipa pesa ndogo sana. Mimi siwezi kuja ni upako wangu. Ni mara ni hivi. Huyu amtumikie Mungu. Au mwingine hawezi kumuombea mtu kama kutokuwa na chochote kitu. Hawezi kuomba Mungu kumuombea mtu Mungu anamwambia, "Haya weka hapa kwanza." Lete sababu lazima sadaka tukatae. Unaweza kutoa sadaka unapotaka kuombewa kama unayo. Sasa kama hauna. Kama una sasa, leta. Kwa hiyo ah, majibu hayatokane na sadaka hiyo, kwa sababu Yesu ameshajitoa kama sadaka. Kwa hiyo, utamuona mtu mwenye mawazo mawili yuko hivyo hivyo. Kwa hiyo, katika utume tulio nao, mimi ni mtume, mimi ni mtume wa Christocracy Africa. Ninazunguka nina Afrika hii kwenye nchi, baadhi ya nchi nimezunguka, pamoja na kwamba sijakamilisha zote, lakini kuna baadhi ya nchi ninazunguka, sijawahi kwenda na pesa ya ya, ya wananichangia pesa napambana mwenyewe, nakwenda. Kwa nini nakwenda? Kwa sababu ninajua nina mzigo. Mama akiwa mja mzito anakwenda hospitali, atakwenda tu kwa sababu anajua anakwenda kuzaa. Mimi nikiwa na mzigo unaponyalika, ninajua kwamba nimepewa fursa. Kwa mwaliko kwangu mimi ni fursa. Kwa bahati nzuri, mimi sijawahi kualikwa kama Yesu. Yesu akualikwa hata kwa mtu mmoja akahubiri injili. Alikuwa anakwenda kuwachallenge watu mwenyewe. Kwa hiyo mimi ninafanya kazi ya kwenda kuchallenge watu, mimi sisubiri unialike, ninakuja mwenyewe. kwa najipanga kidogo, nilicho nacho ninakwenda umbali ambao naweza, naleta mzigo niliokuwa nao. kwa ukiona mtu anaomba pesa, anafanya kazi kwa kutaka pesa, hana kitu cha kutoa, hata ujumbe hana. Sijui kama unanielewa, hata ujumbe hana. Una swali lingine? Kwa kweli nimejifunza mengi sana yaani, ningekuwa na maswali mengi sana lakini mwisho wa yote, ni tungependa tusikie kutoka kwako, wito wako juu ya huduma na pesa. Hichi kitabu umekiandika ambacho ni kizuri sana kinaelimisha vizuri lakini, uh, kiujumla kabisa mwisho wa yote, wewe unatoa ushauri gani, au wewe una wito gani, maoni gani kwa watu wanaokutazama? Ya mimi niseme tu kwamba uh, nashukuru kwanza kwa swali hilo. Kwa kuhitimisha niseme kwamba ninawashauri watumishi wa Mungu kwamba tuwe na nia moja tu ya kumtumikia Mungu. Mungu ndiye aliyeumba kila kitu e, pesa na dhahabu, fedha na dhahabu ni vya kwake na kila kitu kija- kijazacho ulimwengu huu ni vitu vya Mungu, na sisi pia tukiwa pia ni vitu vyake kwa hiyo tunapotumikia Mungu, katika utumishi wetu tuwe na nia moja, nafsi za watu ziokolewe, njo matunda ambayo Kristo anataka sisi tuzae, lakini sio kutafuta kitu kingine kama pesa. Pesa haipatikane kwenye huduma kwa namna hiyo, inaweza ikapatikana, lakini sio lengo letu. Kwa hiyo tulenge kupata nafsi za watu. Leo ulimwengu unashindwa kukubali Yesu Kristo kwa sababu sisi tunaotemba na habari ya, ya ufalme tumekuwa njo maomba maombaomba. Inakuwa vigumu sana mtu naye muomba kesho mhubiri ukweli. Kwa hiyo ni vizuri sana tujue kwamba wajibu wetu ni kuwa na nia moja. Tukiwa na nia moja tutamtumikia Mungu na Mungu ataona kwamba hawa watu wananitumikia, atatubariki kwenye kazi zetu za mikono, na akishabariki kazi za mikono yetu pesa tutakayoipata itakuwa ni zana za kumtumikia Mungu kwenye huduma yetu kwa. Sitasubiri mtu anilipie tiketi ya ndege kwenda kufundisha. Sitasubiri mtu anitumie anilipie tiketi ya ya, ya ya ya basi kwenda kuhubiri. Nitakwenda kuhubiri kwa sababu na mimi ninakitendea kazi. Kwa hiyo jitahidi kwenye huduma yako, tengeneza na we pia e, vitekea uchumi vya kwako, ili uwe na pesa ambayo itakuwa kama dhana za kumtumikia Mungu, kwa sababu wewe utamtumikia Mungu na pesa yako itamtumikia Mungu na vyote ulivyo navyo vitamtumikia Mungu, kwa sababu na wewe unamtumikia Mungu na moyo wako uko kwa Mungu na vitu vyako vitakuwa kwa Mungu. Kwa hiyo tusikae tu kwa kufikiria kwamba tutatajirika tuta labda kwa kwa kupata pesa kutoka kwa waumini. Hapana, hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo injili ni injili ya watu ambao hawana na single minded. Asante sana Aposto, Mungu akubariki sana. Asante sana asante sana, sana dada Fai, Mungu akubariki sana. sana Bye bye, asante sana, haya. <applause> wasikilizaji wetu tunashukuru hey, sana Mungu awabariki, Mungu awabariki, tutaonana tena, ni wa mzima Aposto.